Katika milima ya Rif, kaskazini mwa Moroko, mwanazuoni shujaa aitwaye Abdelkrim al-Khattabi aliinukia na kuongoza mojawapo ya mapambano ya ajabu ya karne 20 dhidi ya ukoloni. Alizaliwa karibu mwaka 1882 na alielimishwa katika sharia za Kiislamu na kufanya kazi kwa muda mfupi chini ya utawala wa Kihispania. Lakini wakati wakoloni walipoingia ndani zaidi katika ardhi ya Rif, al-Khattabi aligeuza upinzani kuwa mapinduzi. Mnamo 1921 alishangaza ulimwengu kwa kushinda jeshi la Uhispania kwenye vita vya Annual na kuua zaidi ya wanajeshi 13,000 wa kikoloni na kukamata silaha kubwa. Muda mfupi baadaye alitangaza jamhuri ya Rif, jaribio la ujasiri la muda mfupi la kujitawala ndani ya ngome ya Afrika ambayo wakati huo ilitawaliwa. Lakini mataifa ya Ulaya hayangevumilia uhuru huu. Ufaransa na Uhispania zilianzisha uvamizi wa pamoja kwa kutumia mbinu za kikatili ikiwa ni pamoja na vita vya kemikali. Baada ya upinzani mkali, Al-Khattabi alijisalimisha mwaka 1926 ili kuzuia umwagaji zaidi wa damu. Alipohamishwa hadi kisiwa cha Reunion na baadaye Misri, alibaki kuwa ishara ya upinzani na msukumo kwa viongozi wa ukombozi kote Afrika na ulimwengu wa Kiarabu. Hata akiwa uhamishoni, urithi wa Abdulkarim ulivuma zaidi kuliko mizinga iliyojaribu kumnyamazisha.